Ufuatao ni utaratibu wa kuingia kwenye mfumo wa uombaji mikopo kwa mwaka 2023-2024 na kuomba hatua kwa hatua hadi mwisho na kuiwasilisha fomu ya maombi iliyokamilika. Ingia kwenye mfumo wa uombaji mikopo, kipengele cha loan applicants, kisha bofia apply for loan. Iwapo umefanya mtihani ya baraza la mitihani la Tanzania, bofia NECTA. Chagua herufi S au P kisha jaza namba ya shule au kituo ulichofanyia mtihani wa kidato cha nne, namba yako ya mtihani na mwaka uliomaliza. Jina la shule na jina lako vitajitokeza kwenye screen. Chagua kundi la shahada, mfano local undergraduate. Baada ya hapo utapokea namba ya malipo na kiasi cha kulipa. Ukishalipa ada ya maombi ya mkopo kwa kutumia namba ya malipo uliopatiwa, utaweza kuendelea kutengeneza akaunti yako kwa kubofya continue to create an account. Sehemu hii utachagua, utatengeneza nywila au password, utaweka swali na jibu la siri. Baada ya kujiridhisha na usahihi kwa taarifa ulizojaza, utabofya submit form. sehemu inayofuata ni demographic information katika kipengele hiki utajaza taarifa zako za makazi. Chagua mahali ulipozaliwa, chagua mkoa na wilaya. Chagua mahali unapoishi sasa, chagua mkoa na wilaya. Jaza anwani ya posta, kata, kijiji, namba ya nyumba, mtaa au barabara na posti kodi. Vilevile jaza namba yako ya NIDA. Iwapo tayari unaendelea na masomo chuoni, jaza taarifa zako za chuo. Eneo la taarifa zako, jibu maswali yafuatayo: Je, una ulemavu? Je, baba yako yupo hai? Je, mama yako yupo hai? Je, familia yako inafadhiliwa na TASAF? Je, una mlezi? Bofya submit and go to the next step. Kulingana na majibu uliotoa katika hatua iliyotangulia, kama jibu lako la iwapo una ulemavu lilikuwa ndio, utatakiwa kuchagua aina ulemavu ulionao na kisha kuambatisha fomu iliyojazwa na daktari kuthibitisha ulemavu huo. Bofya submit form, na kisha bofya close. Hatua inayofuata ni kujaza taarifa za wazazi, ukianza na taarifa za baba: jina la kwanza, la kati na la mwisho, kazi yake, anwani ya makazi, anwani ya posta, elimu ya baba, namba yake ya simu ya mkononi, namba ya nyumba, mtaa au barabara na postikodi. Iwapo ulichagua baba amefariki, utapaswa kujaza mahali kifo kilipotokea Tanzania Bara na kujaza namba ya uthibitisho wa kifo kutoka Rita au iwapo ulichagua baba amefariki, utapaswa kujaza mahali kifo kilipotokea Tanzania Zanzibar, na kisha kuambatisha cheti cha kifo kilichothibitishwa na ZCSRA. Bofia submit form, kisha close. Jaza taarifa za mama, jina la kwanza, la kati na la mwisho. Jaza kazi ya mama anwani ya makazi, anwani ya posta, elimu ya mama, namba ya simu ya mkononi, namba ya nyumba, mtaa au barabara na postikodi. Bofya submit form na kisha bofya close. Iwapo ulichagua mama amefariki, utapaswa kujaza mahali kifo kilipotokea Tanzania bara na kujaza namba ya uthibitisho wa kifo kutoka RITA. Bofya submit form na kisha bofya close au iwapo ulichagua mama amefariki, utapaswa kujaza mahali kifo kilipotokea Tanzania Zanzibar, na kisha kuambatisha cheti cha kifo kilichothibitishwa na ZCSRA. Bofya submit form, kisha bofya close. Iwapo ulifadhiliwa na TASAF utatakiwa kujaza namba ya TASAF kwa kubofya request TASAF members, kisha chagua jina lako katika orodha ya wanufaika katika kaya. Bofya submit form, na kisha close. Hatua inayofuata ni taarifa za kitaaluma za muombaji. Idadi au ni mara ngapi umefanya mtihani wa kidato cha nne, elimu baada ya kidato cha nne, stashahada au kidato cha sita. Je, ulifadhiliwa katika elimu ya sekondari hadi kidato cha nne? Je, ulifadhiliwa baada ya kidato cha nne? Bofia submit, kisha continue to next stage. Iwapo ulifadhiliwa, jaza jina kamili la mfadhili, namba yake ya simu, anwani ya mfadhili, kisha pakua fomu kwa kubofia download form for corporate sponsorship form. Ambatisha fomu ya ufadhili wa elimu ya sekondari kidato cha nne iliyosainiwa na kugongwa muhuri na mfadhili, bofya submit, kisha bofya close. Iwapo ulifadhiliwa elimu hadi kidato cha sita au stashahada, jaza jina kamili la mfadhili, namba yake ya simu, anwani kisha pakua fomu kwa kubofya download corporate sponsorship form. Ambatisha fomu ya ufadhili wa elimu ya kidato cha sita au stashahada iliyosainiwa na kugongwa muhuri na mfadhili. Bofya submit, kisha bofya close. Taarifa za mdhamini wa mwombaji: jina la mdhamini la kwanza na kati, jina la mwisho, jinsi, mkoa, wilaya, anwani ya posta, namba yake ya simu, kata ya kijiji Chagua na kuweka picha ya mdhamini, kitambulisho cha NIDA, kadi ya mpiga kura au kingine, namba ya nyumba, mtaa au barabara, posti kodi, namba ya kitambulisho. Kitambulisho kiwe katika PDF na barua pepe ya mdhamini, bofia submit form kisha bofia continue to the next stage. Mwisho kabisa, baada ya kujaza taarifa, ambatisha kurasa zilizosainiwa na kugongwa mihuri, ukurasa wa pili na watano. Kurasa hizi ziwe katika PDF zisizidi kb 800. Ukishapakia ukurasa wa pili bofya submit page 2. Ukishapakia ukurasa wa tano bofya submit page 5. Baada ya hapo utakuwa umekamilisha kujaza na kuwasilisha fomu yako ya maombi ya mkopo kwa njia ya mtandao. Tafadhali usitume nakala ngumu kuja bodi ya mikopo ya wanafunzi wa elimu ya juu.